kila nitakalo lisema nitaomba mlirudie, maana ni somo la leo, ili tushirikiane kulisema pamoja. Akatwaa mkate, mkate akashukuru, akashukuru, tena akaumega, aka akawapa aka akisema, akisema, huu ndio mwili wangu, huu ndio mwili wangu, unaotolewa kwa ajili yenu Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, yangu, inayomwagika kwa ajili yenu. Tushukuru. Mungu wetu, sisi ni wakukushukuru kila wakati na kila mahali na hata leo tuko hapa Kanyangereko kushukuru kwa kuifikia Alhamisi Kuu tunapokumbuka kusimikwa na kuwekwa kwa meza ya chakula cha Bwana kupitia Yesu Kristo. Tunashukuru kwa ajili ya wote waliofika hapa, na sasa tunaomba utubariki. Tunapotafakari neno hili litujenge, lituimarishe na lituumbie maisha mapya ya imani ya kukutegemea daima na kukuomba wewe, hata kama twaweza kuomba kama ombaomba omba. Na iwe hivyo kwa ajili ya utegemezi wetu na imani yetu. Jina lako liimidiwe kwa upya katika maisha na ufuasi wetu. Jina lako liimidiwe sasa na hata milele. Amin. Wapendwa, Alhamisi Kuu hii tumepewa kichwa muhimu kinachogusa imani yetu na maisha yetu, nacho si kingine, ni kile kinachosema agano jipya katika damu ya Yesu. Naomba urudie pia neno hilo, agano jipya katika damu ya Yesu. Agano jipya ni mfumo mpya wa kuokolewa kwetu. Agano jipya ni mapatano mapya katika kuokolewa kwetu na kuiacha dhambi ili tutakaswe tusafishwe kwa damu ya Yesu, na kwa njia hiyo tuwe na maisha mapya ya mageuzi ya kiroho, ambapo tutahusiana vema na Mungu wetu tena na tena, lakini vile vile kuhusiana na jirani zako kwa upya ndani ya agano jipya. Ndani eh, eh, agano jipya katika damu ya Yesu. Bwana Yesu atuwe sana agano jipya alikisha kuwepo katika damu ya Yesu. Maana yake tunakuwa viumbe vipya kiasi cha kusema kama Mtume Paulo katika Wakorinto wa pili sura ya tano mstari wa kumi na saba ya kale yamepita, tazama, yamekuwa mapya. Yakiwa mapya yanatokeza tofauti ya maisha mabaya, na kwa njio kuwacha uovu ambao tuna mifano kama mitatu kwa leo tu inayoonyesha wale ambao wameacha kusafishwa na damu ya Yesu, ambao wamemkana Yesu, ambao hawamfuati Yesu, ambao hawafuati amri zake, na hivyo hawali matunda ya nchi. Maana Yesu anasema kwanza, mkinipenda mtazishika amri zangu na mkizishika amri zangu mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo tangu mwanzo tujue kwamba wasiosafishwa na damu ya Yesu, kwanza wamejikuta wakivunja amri za Mungu, amri za nchi, amri zinazohusu jamii na hata mahusiano yamesambaratika. Kwa sababu hiyo inabidi tuelewe kwamba agano jipya ni agano jipya kwa kuwa mambo ya agano la kale hayafanyiki tena, yameisha. Paulo anasema ya kale yamepita, tazama, yamekuwa mapya. maana hapo awali watu wa agano la kale walikuwa wakitoa sadaka za wanyama, huku wanatoa na sadaka za ndege na kadhalika, ili kuweza kusafishwa dhambi zao. katika Waebrania tisa mstari wa 12 hadi wa 13, kuna maneno mazito yanasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe Yesu Kristo aliingia mara moja katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe yalivyonyunyiziwa kwenye Eh, sehemu chafu na kutakasa na kusafisha mwili, na sasa si zaidi damu ya Kristo, aliyejitoa kwa sadaka isiyo na mawaa, ikawasafisha dhambi zenu na matendo machafu na dhamini zenu, mpate kuabudu Mungu wa kweli, ili muokolewe. Kwa hiyo kama damu za wanyama na za ndege zilitakasa miili ya watu, je, kwa Yesu mwana wa Mungu si atawaokoa hata roho zenu? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wimbo tulio uwimba unasema ni damu idondokayo mwili mwa Yesu wakusaji ili kurudishiwa uhusiano na Mungu wetu na wanadamu wenzetu. Kila mara na kila kosa lililofanyika, kila kosa lililofanyika lilileta adhabu, na ili kuepuka adhabu na maangamizi, kwani alikuwa kila mara anaweka sadaka ya wanyama, anaweka sadaka ya ndege ili maovu yaweze kuondolewa. Waebrania kumi, kumi na moja hadi kumi na mbili kila kuhani alisimama kila siku kutoa huduma ya sadaka zile zile ambazo azikuondoa dhambi, lakini Yesu, baada ya kutoa sadaka moja iliyo ondoa dhambi milele, alikaa mkono wa kulia wa Mungu mwenyezi yote. Bwana Yesu asifiwe sana

Eh, au wengine ni kama wanasema mke kwanza muda wote mkazo, mkazo mkazo mkazo mkazo eh? Yesu kwanza, akusaidie kumuona mke vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hiyo tukimwangalia Yesu ndipo tutaona vizuri hayo mengine, wimbo wake yeye ukasema mutabanza gakuika watungale